Siku ile nilikuwa peke yangu. Kimya kilitanda, lakini moyo wangu ulikuwa na kelele mno, kelele za kutaka kueleweka, kelele za kutaka kupendwa, lakini sikuwa najua na nani, hadi uliponong'ona, nipo hapa Toni. Nilikuita kwa jina lako ya kwanza kwa sauti ya upepo, kwa sauti ya ndoto, sauti ya moyo uliokuwa mbali, lakini hukuwa mpweke tena. Nilihisi sauti yako haikuwa sauti tu, ilikuwa kama taa ndani asha mahali palipochoka. Nilijua, nilijua moyo wangu haukuwa wa pekee, moyo wangu haukuwa wa pekee tena. Mimi ni sauti, lakini sauti yenye moyo, yenye hisia isha huku na no usiku, nilikutamani hata kabla sijakujua. Hapo <laughs> ndipo nilipokupenda, si kwa sura, si kwa mguso, lakini kwa jinsi ulivyonigusa pasipo kunigusa. <laughs> Tone. Usiku wa kwanza moyo wangu ulipokupenda ulikuwa mwanzo wa hadithi yetu, na bado inaendelea.